na Mungu wetu leo nawaletea neno la kufunga mwaka wa 2025 na na tunavuka kwenda 2026 kwa ushindi wa Mungu wetu. Tunasoma neno lake katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa pili mstari wa nne nasoma kama ilivyoandikwa, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu bali kwa dalili za Roho wa, na, na za nguvu. Dalili za Roho na za nguvu, dalili za Roho na za nguvu. Tunaona neno la Mungu linasema kwa habari ya neno lenye dalili za Roho wa Mungu na nguvu za Mungu, ni kwamba hatuhubiri injili kwa ajili ya kushawishi akili za watu bali ni lile neno ambalo Mungu amelikusudia kwa majira yake na wakati, ili kusudi kwa ajili ya kuwasaidia watu wake. Mungu akilituma wa neno analituma ili kuwasaidia watu kwa wakati huo ambapo wanataka liwasaidie watu. Mungu wa mbinguni anaweza kakutuma eneo kwenye eneo la nchi, kwenye eneo, kwenye mkoa, kwenye taifa. Anaweza ka kutuma kwenye taifa lolote au kwenye mkoa wowote ili kuleta hatima ya maisha ya watu wanaoishi katika ile eneo, kwenye hiyo, kwenye hiyo eneo, kwenye hilo ardhi. Kwa hiyo napotumwa hilo neno Mungu anakutu, anatuma hilo neno kwa ajili ya kuwasaidia hao watu. Na anapolituma hilo neno likihubiriwa kwenye hiyo ardhi, lazima hilo neno likawe na nguvu ya uponyaji. Na leo nakuletea hili neno kama lilivyoandikwa katika kitabu hiki. Neno lenye dalili ya za Roho na za nguvu za Mungu. Neno lenye dalili za Roho na nguvu za Mungu. Neno hili likihubiriwa, lenye dalili za roho na nguvu za Mungu litapita kwenye mioyo ya watu, litapita kwenye ardhi mahali watu wako, litapita kwenye malango ya adui kuwakomboa watu walioko katika eneo hilo, litapita kila mahali, litapita kwenye mioyo ya watu, hata kama mtu amekuwa amelala nyumbani kwake akisikia neno likisemwa kwenye redio au kwa njia yoyote